Ndugu waandishi wa habari, wa leo tumefanya kikao cha ALAT uh, mkoa wa Arusha ambako ilitanguliwa na ziara ya kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na pesa za serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika wilaya hii ya Meru. Kiukweli, kamati ya ALAT mkoa wa Arusha imeridhika na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya hii ya Meru. Mimi nawapa pongezi sana wote wanaohusika na uendeshaji wa halmashauri hii wakiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya Meru Mheshimiwa Jeremia Kishili, lakini mkurugenzi wa halmashauri hii pia Madam Zainab Kiu, kiukweli wamefanya kazi kubwa. Asubuhi tulianza na kutembelea jengo la bweni la wasichana wa shule ya sekondari ya Malula, tuliridhika sana lakini tukatoka pale tukaenda kwenye mnada wa Kikatiti ambako <coughs> walitengeneza uzio mkubwa sana kwa zaidi ya shilingi milioni 80 milioni 120, lakini mnada ule tayari ukawa ume baada ya tu hata uzoezi la uzio haijakamilika, tayari mapato ya halmashauri yalipanda kutoka shilingi milioni 3.5 kwa mwezi kwenda shilingi zaidi ya shilingi milioni nane. Kwa hiyo ni, ni kazi kubwa sana imefanyika, lakini tulienda shule ya sekondari Karangai ambayo ni shule mpya iliyofadhiliwa kwa mradi wa SEQUIP ambayo imekamilika na hali kwa ujumla ilikuwa nzuri, lakini funga kazi ilikuwa ni kihospitali ya wilaya ya Meru ambayo iko katika eneo la Tengeru kwenye kata ya Akeri, tulitembelea jambo la ugonjwa nje, tukatembelea maabara yao, lakini funga kazi ilikuwa kile kiinsinereta kile kichoma taka ambacho ni cha kiwango cha kimataifa taka zinazochomwa pale hakuna hata kitu inasalia. Kwa hiyo kwa ujumla, halmashauri ya wilaya ya Meru wamefanya vizuri sana kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya pesa za serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ya. Kwa jina naitwa Juma Hokororo ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu, lakini pia ni katibu wa ALAT mkoa huu wa Arusha. Leo tulikuwa na ziara ya kutembelea miradi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Meru na kwa niaba tu ya alati mkoa wa Arusha, mimi kama katibu, tumeridhika tume sana na miradi ambayo tumeitembelea katika sekta mbalimbali. Tumekwenda katika sekta ya afya, lakini elimu pia tumeenda kujionea jinsi gani mafanikio makubwa yamepatikana katika halmashauri ya wilaya ya Meru. Mimi kwa niaba ya alati mkoa wa Arusha napenda kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dr Samia Suluhu Hassan, kwani miradi hii mingi ambayo tumekwenda kuiona katika halmashauri hii ni juhudi zake rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta pesa nyingi katika halmashauri hii, na hatimaye tumeweza kuona miradi hii imetekelezwa katika sekta hizi za afya, lakini elimu pia tumeona shule zimejengwa shule, lakini mabweni pia lakini pia na ukarabati mkubwa wa hospitali ya wilaya wilaya hii ya Meru. Kwa hiyo unaona jinsi gani rais wetu alivyokuwa amefanya kazi kubwa sana na ku kuhakikisha pesa zinafika katika wilaya hii na miradi hii imetekelezwa kwa viwango vilivyohitajika. Naitwa Dr. John Lucian Mahu, ni mwenyekiti wa halmashauri ya Karatu lakini ni mjumbe wa ALAT Mkoa lakini pia ni mjumbe wa kamati ya kamati tendaji ya ALAT Mkoa. Uh, leo tumefanya kikao chetu na kikao tumekuja huku halmashauri ya Meru tumetembelea miradi yao, tumetembelea mradi mkubwa wa shule ya sekondari ambayo fedha walipewa na Mheshimiwa Rais uh, lakini vile vile tumetembelea uh, kwa mapato ya ndani wamejenga mnada wao ambao kwa kweli nimeona hata na sisi tumejifunza kutokana na ujenzi ule wa mnada kwa matofali kuzungushia Uh, uzio uh, zaidi ya mita elfu tano na mia tano lakini, ukiangalia uh, utazuia ubadilifu uh, ushuru utaweza kukontrol. Lakini tumejifunza pia, hospitali ya wilaya tumekuta uh, kichomea taka cha kisasa, hiyo ndio imetuvutia sana, kwa maana ya uh, inachoma taka kwa ndani ya muda mfupi, lakini Uh, ni chomea taka ambayo ni ataka, rafiki wa mazingira. Kwa hiyo hiyo nimejifunza na, na mimi na, nitatuma timu yangu waje waangalie na wafanye makadirio ili na sisi hata kwa mapato ya ndani tuijenge Karatu. Kwanza kabisa mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa miradi yote ambayo tumetembelea ambayo sokweli tumepata fedha za kutosha kwa ajili ya miradi hii tuliweza kutembelea bweni la wanafunzi ambalo limejengwa na watu wa tasafu lakini pia tumetembelea mnada wetu wa soko la Katiti ambao tumetengeneza kwa mapato ya ndani, tukatembelea shule yetu ya Kikwe ambayo pia imetengenezwa kwa hela ambazo zimeletwa na serikali kuu, lakini tukatembelea hospitali yetu ya wilaya ambayo kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan ameleta hela za kutosha milioni 900 kwa ajili ya ujenzi wa majengo lakini pia kwa ajili ya vifaa na madawa. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wote wa halmashauri ya Meru wakiongozwa na mkurugenzi na mainjinia jinsi ambavyo wamesimamia kazi hizi ambazo tumepata sifa za kutosha kwamba tumeweza kusimamia miradi vizuri. Lakini mwisho wa yote, nikubali kabisa kwamba tumepewa maelekezo na ALAT mkoa na sisi tunaendelea kuyafanya kazi.